Mheshimiwa Butondo jiandae. Mheshimiwa Kuchauka jiandae. Mheshimiwa Miraji, nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa na mimi nafasi madini niweze kuchangia katika hotuba hii ya bajeti e, ofisi ya Rais Tamisemi, e, jumla ya shilingi trilioni 11.7. Na kimsingi Mheshimiwa e, Naibu Spika, ninaunga mkono hoja. La kwanza, ninaomba niendelee kutoa shukurani kwa mheshimiwa rais wetu pongezi kubwa pia zimwendee yeye mwenyewe. Kazi kubwa inayofanyika ya kuleta maendeleo katika nchi yetu imekuwa ya mfano kwa nchi za Afrika na hata dunia nzima, na ndio maana rais wetu ameendelea kupongezwa lakini na kupewa tuzo mbalimbali za kimataifa kutokana na utendaji kazi uliotukuka. Lakini naomba nichukue fursa hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mchengerwa. E, naibu waziri Dr Dugange pamoja na dada yangu Zainabu kwa namna ambavyo wanamsaidia sana Mchengerwa na kwa ujumla, kwa ujumla wanavyomsaidia mheshimiwa rais katika kwa kuhakikisha kwamba wizara hii muhimu inafanya kazi vizuri, na kwa kweli wamekuwa msaada mkubwa sana kwa mheshimiwa rais, kwa sababu wamekuwa wakitekeleza majukumu yao katika weledi mkubwa sana, na sisi wabunge tunashuhudia haya matendo makubwa wanayoyafanya. Ninaomba nimpongeze mheshimiwa mkuu wangu wa mkoa e, Mheshimiwa Ana Mringi Macha amekuwa mkuu wa mkoa wa mfano. Kwa kweli sisi anatuongoza wananchi wote wa mkoa wa Shinyanga na viongozi kwa pamoja, na tunaona mabadiliko makubwa ya jitihada za kimaendeleo, kwa sababu kazi nyingi zinakwenda sasa kwa, kwa kasi kubwa lakini tunaona namna anavyosimamia na kufuatilia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika mkoa wake. Kwa hiyo naomba nimpongeze sana mkuu wa mkoa huyu wa mfano, lakini ni mshukuru pia na kumpongeza mkuu wangu wa wilaya ndugu yangu Matindi, mmoja kati ya vijana wenye kasi. Ametoka katika nafasi ya udasi na sasa akapewa nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya Kishapu e, na kazi anayoifanya ni kubwa kwa muda mfupi amekuwa akifanya mambo makubwa sana, yako mabadiliko makubwa katika wilaya ya Kishapu. Lakini ni lazima nipongeze na kuu yake ya wilaya, kwa sababu tunajua kuna PCCB eh, na vyombo vingine ambavyo vinamsaidia kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Ushirikiano ni mkubwa sana, tunaona jitihada kubwa. Lakini naomba nimpongeze pia mkurugenzi wangu wa halmashauri ndugu Emmanuel Johnson kurugenzi, ambaye ametutoa mbali sana, sasa tunaye kwa mwaka wa tano lakini jitihada aliyoifanya ni kubwa sana. Halmashauri yetu ilikuwa inakusanya bilioni moja nukta saba kwa mwaka, lakini leo tunapozungumza sasa tumekwenda kwenye bilioni tatu nukta nne ni jitihada kubwa sana, ni kama amekwenda mara mbili yake. Kwa hiyo ukusanyaji wa mapato ni wa hali ya juu, lakini usimamizi wa fedha na wenyewe umekuwa ni mzuri sana. Pongezi hizi lazima tumrudishie mkurugenzi wetu ndugu Emmanuel Johnson, na kwa kweli eh, tunamtakia heri sana. E, katika kipindi kinachokuja. Lakini ni nimpongeze mwenyekiti wa halmashauri ndugu yangu ndugu Jijimia, lakini pamoja na waheshimiwa madiwani wote. Kazi hii ya kimaendeleo bila madiwani na wao kuwa wafuatiliaji na wasimamizi wazuri wa fedha zinazotoka serikalini, hauwezi ukaleta maendeleo. Kwa hiyo, ninawapongeza sana waheshimiwa madiwani chini ya ndugu yangu mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ndugu Jijimia kwa namna ambavyo tunafanya kazi nzuri. Lakini niwapongeze wananchi kwa namna ambavyo kwa kweli kwa ujumla tumekuwa tukisimamia fedha za umma zinapokuja maeneo mbalimbali, kwa sababu hata wananchi wako tayari kuona kwamba miradi inatekelezwa katika kiwango na ile value for money inaonekana, na pale panapokuwepo na sitofahamu, wamekuwa wakipaza sauti kukataa kile kinachofanyika kinyume. Mheshimiwa uh, na, na, na, na, Naibu Spika, ninaomba nizungumzie upande wa barabara. Kishapu tumefanya vizuri sana mwaka elfu mbili na ishirini tulikuwa na kilomita mia sita na sabini tu sasa tuna kilomita elfu moja na mia moja hizi ni barabara zinazopitika na kata zote sasa zinapitika ishirini na tisa Jitihada tunayoifanya ni kuhakikisha tunaunganisha sasa vijiji, lakini tumetoka kwenye bajeti ya milioni mia tisa sasa tuko kwenye zaidi ya bilioni mbili nukta tano. Ni jitihada kubwa sana ya serikali ya awamu ya sita chini ya Dr Mama Samia Suluhu Hassan, anafanya kazi kubwa ambayo kwa kweli lazima tumpongeze. Lami katika mji wetu tulikuwa na kilomita moja, mji wa Munze, sasa tumekwenda kwenye kilomita nne na sasa tunakamilisha kilomita moja tuende kilomita tano katika mji wa Munze ambayo kwa kweli kabla ya hapo tulikuwa katika maeneo ambayo hayakupendezesha mji wetu, lakini tumeweka taa, kwa kweli mji wetu unapendeza pakubwa sana. Mheshimiwa Makamu, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nipongeze sana jitihada za namna ambayo mtiririko wa fedha unakuja, ijapokuwa kwa kipindi hiki kidogo unasuasua. Kuna kata ya Itilima ambayo haiendi vizuri, kuna madaraja ambayo bila kujengwa kwa kipindi hiki, kata ya Itilima haipitiki. Nilikuwa naomba sana mheshimiwa waziri alione hili, kata hii iweze kufanya utaratibu wa kuletewa fedha hasa katika maeneo ambayo yana ukorofi e, wa makaravati na madaraja. Lakini kuna daraja moja la bulekela mwaji dalala, hili ni daraja kubwa sana ambalo lilijengwa mwaka 2016 17. Daraja hili halijaweza kuunganishwa na barabara inayounganisha daraja hili. Na bahati nzuri, daraja hili linaunganisha wilaya ya Igunga na wilaya ya Kishapu. Sasa tumelijenga kwa bilioni mbili bili nukta tatu, lakini barabara ya ku, ku, kusafiri kutoka eneo la Majidalala kwenda mpaka eneo la daraja halipo, ni kama kilomita tatu. Sasa ni kama tumeweka tu pale fedha, lakini daraja hili halifanyi kazi kwayo. Nilikuwa naomba tupewe fedha kwa ajili ya barab, uh, kutengeneza uh, kilomita tatu kufikia, barabara, uh, kufikia daraja hili ili mradi tuweze kuunganisha na wenzetu wa Igunga. Na wenzetu wa Igunga kwa kweli wamefanya jitihada kubwa uh, wamejenga barabara mpaka usawa huo huo, huo wa daraja hilo. Um, uh, Mheshimiwa uh, Naibu Spika, naomba nizungumzie elimu ya msingi. Tumefanya vizuri madarasa tumeongeza, madawati tumeongeza na bila kuchangia wananchi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha nyingi. Madarasa yetu sasa yanapendeza sana sana, lakini tunamshukuru kwa shule kubwa za msingi mbili. Nimeletewa shule ya msingi Maganzo milioni mia sita sabini. Nimeletewa shule ya msingi eh, Winenekeja kata ya Igaga milioni mia sita na hamsini. Hizi si fedha kidogo, ni fedha nyingi sana, sana, sana. lakini nashukuru kwa shule za msingi sita ambazo zimejengwa kwa nguvu za wananchi, lakini na mapato ya ndani ya halmashauri. Hizi ni jitihada kubwa ambazo tunaenda nazo e, ombi langu tu ni maboma ambayo yameanzishwa na wananchi, ambayo ni maboma mengi. Sasa tuna zaidi ya maboma 64 yanayohitaji tuungwe mkono. Nilikuwa naomba katika bajeti hii, kwa kweli wilaya Kishapu tupewe fedha ili kwa ajili kukamilisha haya maboma ambayo yamebaki. Elimu ya sekondari, kuna kata ambayo tumeletewa kata mpya Shagihilu, milioni 670 sasa hivi iko kwenye asilimia tisini na saba. Mwaweja imeshakamilika inafanya kazi milioni mia sita thelathini lakini Bupigi milioni mia sita hamsini. Sekondari hizi zinafanya kazi, kwa hiyo tunamshukuru sana mama Samia Suluhu Hassan, na sasa tumekuwa na kata zote kata zetu zote katika wilaya ya Kishapu zina sekondari lakini kuna Masagala sekondari ambayo sasa hivi inaendelea kujengwa, na yenyewe iko katika hatua nzuri sana, iko katika kata ya Maganzo, na hii ni e, kikamilika itakuwa na gharama ya milioni mia sita hamsini. Hii ni kazi nzuri sana, lakini sekondari zilizo zinaendelea, moja inaendelea kujengwa pale Mwasubi kwa nguvu za wananchi na mapato ya ndani ya halmashauri. Tuna upungufu wa nyumba za walimu, tuna upungufu wa maabara karibu maabara hamsini na tatu ambazo zimeanzishwa na nguvu za wananchi, tunaomba serikali iweze kutukumbuka katika hilo. Afya tumejitahidi sana, tuna kituo cha, tuna hospitali ya wilaya nzuri, inatoa huduma vizuri, vifaa tiba viko vya kutosha, madawa ya kutosha, sasa hivi tuna madaktari. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa nakuomba kuhusu swala la Mwadui, tumeomba manizia, kupewa il, tumeomba hospitali ya, ya wilaya irejeshwe, hospitali iliyokuwa ya Mwadui irejeshwe kwa halmashauri Bahati nzuri tondo umetukubalia mheshimiwa waziri tunakushukuru sana. Tunachoomba tuna ni kibali cha watumishi waliokuwa katika hospitali ya Mwadui. Mheshimiwa Butondo malizia tafadhali. Asante mheshimiwa Spika, ninaomba nishukuru sana kwa bajeti hii nzuri, na mheshimiwa waziri tutaonana na wewe, nitakuongezea baadhi ya maelezo madi uweze kunisaidia. Naunga mkono hoja kwa asilimia mia moja asante. Mweshimiwa Kuchauka Jandaya, mweshimiwa Mtaturu Jandaya, mweshimiwa Stela Jandaya, mweshimiwa Nusrat. Mweshimiwa naibu spika, ni kushukuru kwa nafasi na mimi nipate kuchangia hotuba iliyoko mbele yetu. Kama ilivyoada, na mimi nianze kwa kumshukuru sana kwa ka uhai kuniwezesha kusimama mbele yako leo hii mweshimuwa